Unapopita katika siku yako na usiku wako, nataka tu kuomba pamoja na wewe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwamba wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe Baba. Ninapowaombea kaka yangu, dada yangu, nawaombea familia yao, nawaombea amani yao Baba, nawaombea ukamilifu wao, nawaombea afya yao, nawaombea akili zao Baba, ninaomba sasa hivi kwa jina la Yesu Mungu kwamba uweze kuwainua Mungu, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali kwa roho yako. Baba, uguse kila eneo la maisha yao, kama kuna upungufu wowote katika maisha yao. Wanapokuleta maombi yao mbele zako, Baba, naomba ujibu maombi yao. Baba, nawaombea imani yao kama vile Yesu alivyoiombea imani ya Petro, Baba. Mungu Baba, tunatambua kwamba wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mwema na Baba wa ajabu. Baba na kushukuru kwa kuwapa amani ya moyo inayopita ufahamu wote. Baba, wewe ni mwenye nguvu. Nakushukuru sasa kwa kuwapa nguvu pale walipo dhaifu, kwa sababu neno lako linasema kwamba tunapokuwa dhaifu. Na tunakushukuru kwa nguvu za neno lako, tunakushukuru kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi na hatatuacha wala kututupa. Tunakushukuru sasa Mungu kwamba tunashinda na tuko na ushindi, na sisi ni zaidi ya washindi katika na kupitia Kristo Yesu na haijalishi wako wapi duniani, haijalishi wako wapi katika kutembea kwao na wewe, haijalishi wako wapi katika maisha yao. Baba, naomba kibali kwa sababu neno lako linasema tuna kibali mbele zako Mungu na kibali mbele ya wanadamu. Baba, ninaomba sasa hivi Mungu kwamba uweze kufikia sehemu za ndani za mioyo yao na akili zao. Baba, naomba sasa hivi Mungu, chochote kitakachowajia Baba, uwape nguvu ya kulishinda. Mungu nakushukuru sasa hivi. Ikiwa wanahitaji kazi, naomba nafasi ije. Ikiwa wanahitaji uponyaji, Baba ninaomba kwamba waponywe na kuponywa. Baba, ikiwa wanahitaji mafanikio ya kifedha, naomba Mungu uiachilie kwa jina la Yesu. Baba nakushukuru sasa hivi. Ikiwa wanashughulika na shida zozote na suala lolote katika familia yao, ninaombea familia nzima na amani ya familia. Baba, ikiwa wanashughulika na unyogovu au ukandamizaji Baba, ninaomba amani ya akili ipitishe ufahamu wote. Baba, nakushukuru, nakupa sifa, nakupa heshima na kukupa utukufu. nakushukuru Mungu kwa kuwa watakuwa na nia ya kuutafuta uso wako Mungu, na si mkono wako. ninaomba Mungu, katika jina la Yesu, Mungu kwamba watafuata neno lako Baba, ninaomba kwamba maisha yao ya maombi yaimarishwe. Baba, ninawaombea nidhamu katika kila eneo la maisha yao ili kuwa toleo bora zaidi lao kama ulivyowaumba wawe, naomba kusudi lao na hatima yao vifunuliwe. Baba, ninaomba sasa hivi katika jina la Yesu Mungu kwamba utembee nao, uongoze hatua zao, uwaongoze na uwalinde Mungu ninakushukuru sasa Mungu kwamba unafanya kazi kuu katika maisha yao. Na Baba, tunapojiandaa kuanza safari hii ya maombi pamoja, Baba Mungu, neno lako linasema kwamba mmoja atawafukuza elfu moja, wawili watawakimbiza elfu kumi. Tunapokutana pamoja katika maombi ya kimataifa kwa umoja Baba, nakushukuru sasa Mungu kwamba mahitaji yetu yote yanatimizwa na kwamba mapenzi yako yatimizwe, si tu katika maisha yetu bali duniani. Katika jina la Yesu tunaomba, amina na amina.